Majina anaitwa Waziri Mohamed Waziri, ni afisa utumishi mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu Tanzania, ADEM kwa kifupi. ADEM ni wakala wa serikali unaojihusisha na kutoa elimu ya uongozi na usimamizi na uongozi na wa elimu Tanzania. Tunatoa mafunzo ya muda mfupi na mafunzo ya muda mrefu katika udhibiti ubora wa elimu na usimamizi na uongozi katika elimu na mafunzo haya ya muda mfupi yanakuwa ni yanaweza kuwa ya aidha, kwa siku tatu, kwa siku tano, kwa miezi mitatu, itategemea na aina ya kozi ambayo imeandaliwa. Lakini pia tunatoa diploma, hayo ndio mafunzo ya muda mrefu, na mafunzo haya ni maalum kwa walimu ili kuweza kuwa na uwezo na taaluma ya kusimamia elimu katika maeneo wanayofanyia kazi. Kuo la kuanzishwa kwa ADEM ni kuwafikia walimu wote Tanzania nzima ili walimu wote waweze kuwa na weledi wa kutekeleza majukumu yao na kusimamia ipasavyo elimu katika nchi yetu. Okay. Sababu tuna kozi mbili, kuna ambao tunatoa kozi ya udhibiti ubora kwa hiyo tunawafundisha tuna walimu wawe na uwezo wa kutoa elimu ile inayostahili, kwa hiyo kusimamia vigezo, kusimamia mahitaji ya msingi yanayotakiwa katika elimu katika shule za msingi na vile vile katika shule za sekondari, kwa sababu tunaamini katika mitaala ya serikali kuna vigezo ambavyo vinatakiwa kufikiwa ili vijana wetu waweze kupata elimu bora na sio bora elimu. kwa hiyo serikali baada ya kuliona hilo ndio yu, ikatoa nafasi kwa ADEM kusimamia kutoa mafunzo hayo, lakini pia katika mafunzo mengine ya usimamizi na uongozi, kwa sababu ile ya kwanza ni kudhibiti ubora elimu hiyo bora, lakini ya pili ni usimamizi na uongozi. Kwao tunaandaa tunawaandaa walimu waweze kuwa wasimamizi wazuri na viongozi wazuri katika swala so zima la usimamizi wa elimu ni waajiri wa walimu kwa maana ya halmashauri <clears throat> kwamba wasiwe wavivu kwenda kwenye kutoa nafasi kwa walimu wanaoomba kujiunga na ADEM, kwa sababu kwa tafiti tulizozifanya kwa walimu ambao wameshapita pale, wao wenyewe ni mashahidi kwamba ya kile kinachotolewa pale na mafanikio yake wanayaona kule ambako walimu wanafundisha, na asilimia kubwa sana ya walimu waliotoka ADEM wamekuwa sasa hivi ni walimu wakuu katika mashule huko na ufanisi umeongezeka. Kwa hiyo tukiwa na walimu ambao hata kama sio walimu wakuu hawajapata nafasi hizo za kuwa walimu wakuu, lakini pia hawajapata labda nafasi hizo za kuwa wadhibiti ubora, lakini kile wanachokipata pale ADEM kitawapelekea kutoa elimu ile tunayoitarajia kuipata kwa vijana wetu. Lakini jambo la pili, wadau wakubwa wengine, labda niseme kwa TAMISEMI mimi, mimi ningeishauri ninge, ninge TAMISEMI pengine ikiwezekana, wazielekeze halmashauri kutenga bajeti kwa ajili ya mafunzo ya aa walimu, na ikiwezekana uwekwe uweke mkakati maalum kwamba kila halmashauri basi kwa mwaka ipeleke idadi fulani ya walimu ADEM ili kuhakikisha tunakuwa na walimu wenye weledi katika usimamizi na uongozi wa elimu. Jina langu naitwa Karimu Safiri Kiungandua, ni afisa mkutubi wa ADEM na mm, ADEM tuna tupo katika kipindi cha udaili kwa sasa hivi, katika iko kipindi cha udaili tuna tunatoa stashahada mbili. Tuna stashahada ya mm, uongozi mwari, uongozi na usimamizi wa elimu, vile vile tuna stashahada ya udhibiti ubora wa shule ambayo ni DSQA. Sifa za kujiunga kwa watu kujiunga ADEM ni unatakiwa uwe na D nne, isipokuwa ni masomo ya dini, katika hizo D nne lisiwe somo la dini. Vile vile uwe na cheti cha ualimu. Hata hivyo tunatoa mafunzo kwa masafa marefu. Yaani ni mode kwa wale walimu ambao wamenyimwa likizo, basi ADEM sisi tunatoa kipindi, wanakuja kusoma kipindi cha likizo. Jina langu naitwa Sara Chamshama Emmanuel, ni mfanyakazi wa ADEM, wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu. Pale ADEM mimi ni mkutubi au librarian. Faida inayopatikana kutokana na mafunzo tunayotoa ni kubwa sana kwa sababu tumekuwa kama kiongozi alivyosema, kwamba tunatoa mafunzo ya usimamizi na uongozi wa elimu tukitarajia kwamba hawa walimu tukiwafundisha us, usimamizi mzuri wa elimu, uongozi mzuri katika sekta ya elimu, kwa kushirikiana na Wizara ya elimu pamoja na serikali, basi viwango vyetu vya elimu ya Tanzania vitapanda.